Okay, watu wangu, good morning. Huyo ndio Fini. Imekuwa well confirmed that Fini ni yeye alituma bibi yake kunyongwa. Fini, alifanya bibi yake anyongwe kwa nini? Kwanini Fini, alimudanganya bibi yake achukue ATM ya bosi wake aipige picha mbele na nyuma amtumie. Of which ukiangalia Fini. Fini, Fini ni kijana mdogo sana. Ni kama hizi uchanja amefunzwa na wa, Yemen pale na waindi huko kwenye ako kazi amefunzwa yani na ile ile ndiye anatembea nayo. So pipi yake yeye hakujua. Alipiga picha na akamtumia vile waliongea. Wakati alimtumia pipi yake alivua alikuwa anafanya kazi ya house to house. Kwa hivyo pipi yake ile ilikuwa nyumba ya kwanza kutoka kwenye alipigi, alipiga hiyo ATM ya postcard. Na alimanage kutoka kwa ile nyumba, ndiye akaenda nyumba nyingine ya pili. Nyumba ya pili alifanya kazi. haikuwa nzuri, akarudishwa kwa ofisi. Akaja akapelekwa nyumba ya tatu Harakati yake akiwa inamba, nyumba ya tatu wale wanaendelea kufuatilia pesa zao zenye zimekosekana kutoka kwa ATM zimeenda wapi. Kufuatilia wakapata pesa zimetolewa na Wakenya. Kupatikana pesa zimetolewa na Mkenya, lazima boss atakaa chini aanze kufikiria nilikuwa na Mkenya wapi. Ndio huyu demu akaanza kufuatiliwa. Huyu demu kufuatiliwa simu yake ilichukuliwa. Simu, kumbuka alifuatiliwa mpaka kwa ofisi, ofisi ni ipige simu, ipigie client mwenye kuna huyo demu. Simu yake ikachukuliwa ikaangaliwa, kusema ukweli, alipatikana na picha, unasikia? Hata kwa ofisi akisema picha zilipatikana ndani, ni hizo picha za ATM. Sasa kule kwenye alikuwa kwa kazi, hangenyongewa pale kwa ile nyumba. Kwa wale mnasema kwa nini alikuwa ni arudizo kwa ofisi, ndio aende kunyongewa kwa ofisi. Kumbuka kwenye mipa ni kwingine na nyumba yenyako ni nyingine. Kwa hiyo huyu alikuwa na yeye lazima angekaa na yeye amalize mwezi vile walielewana, ndiye amrudize. Wapi amrudize? Kwa ofisi, waende wakapambane na mwenye hali pia. I think mpaka hapo nimewaelezea ni kwa nini ilikuwa arudizwe kwa ofisi. Umesikia vizuri, hivyo ndivyo ilikuwa inaenda. Kwa hiyo huyu msichana, katika hizi nyumba hakukuwa na wifi, that's why hakukuwa na communicate sana, hakukuwa na wifi. Mtu alipatikana mapema ni Fini. So Fini amekuwa akikomuniketi na pos. Fini ndiye peke yake angesaidia huu msichana, hata angepost, tusambaze at least, tuchange kama ni hizo pesa, sirudizwe msichana asaidike. Lakini Fini ni kama alichukulia ni kama msaa. Tumempoteza mwenzetu. Ila, Fini ukose amani. Ukose amani, mimi kwa maombi yangu ningeomba hiyo simu ya msichana ingie kwa mikono ya familia yake, lakini haitaingia. Ni kwa nini haitaingia kwa familia yake? Vinny, huku ako sawa, ni mdogo lakini huku ako sawa.